huwezi kumaliza skin care mwezi mmoja. Okay. Mwe mara nyingi huwa inakaa miezi miwili mpaka mitatu skin care. Kwa sababu una skin care nyingine wanaambiwa tu apply twice a day lakini mara tatu kwa wiki. Yaani usizidishe. Okay. Eh, kabisa kuna maelezo kwamba twice a day mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo ni mara mara ngapi la jema? Yaani unazihesabu twice a day. Twice a day, twice a day, mara sita. Mpaka okay. Tena another week kwa hiyo yaani skin care hiyo unakuta ya moja tu inauzwa mpaka laki mbili na nusu, mi nitashawajee ya laki nne na nusu na body lotion ya laki tano. Hiyo kwanza inamunukia watu. Yaani kama ni na bwana wako, naenda kulala naye ndiyo shajipigia mishawa, je uyo bwanaako mwenyewe anajiuliza, mwanamke unamkia yaani, mwanamke yaani ni mhimu sana wanawake mingi, lakini kama uwezi sasa kutaweze milioni sita, ndugu yangu na hela zako ndogo ndogo, zipo product ambazo iko kwa level yako asmani. Kuna level ambao pia unaweza uka afford kununua product na still ukapendeza kwa zako kwa wakati, lakini mika by Diva Tanzania finance milioni sita kwa mwezi, naweza nitatumia kufanya tu hizo skin care hapo so. Sijaweka super few. Uh, yani kwa the <coughs> amount of me na ambao natumia kwa mwezi <coughs> inafika milioni 20, inazidi kabisa. Leo tu hapa nimetumia zaidi ya milioni 25 kwa kutumia <coughs> <coughs> aama m eari, I'm trying to pay bills you no know? Sababu so, I mi mean, naishi Masaki. Masaki is not the place mtu wa kweli kule, kule unaona akia Mungu, kuna siku kigari yangu gari, ya gari Tanzania Masaki wana matajiri, mwenyewe, Masaki tajiri namba moja, niko kule Masaki. Tuseme ukweli mimi tajiri naweza no, kama mtu kawaida hapa kwa utajiri na natamba nao. Kuna Masaki bei yake paswa kichwa. Na ofisi kwa Rocco Square okay. bei yake paswa kichwa. Na hii ni chani? Okay. Media. Okay. Media, media media ambayo ni online media ndio hii Diva Media Africa. Okay. Tunadeal na branding kama biashara kwa atakatuku brand kutangaza ile

na nina order like, na tom sometimes I'm trying to cook him in here nikiona sielewelewe na order cause mimi sijui mama mtii, yani acha e, nikipost content zangu za kupika zile we eh, watu wasema unjui kupika na mimi mwenyewe naona kabisa hapa sijaelewa, ila ndio kibishibishi bishi eh, hey, huko huko tunakoma, kwa sababu wanaamini the more you try to fanya yale mazoezi ya kupika kuna siku utakuja utaelewa. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa mimi ni inabili yangu tu. So, yi, so, this no watakwambia kwa sababu yani, pia nafikiri mazingira ya sehemu ninazoishi na sehemu ambazo unafanyia biashara sawa, ni kufanya kazi kwa safi au Diva na biashara zake zingine ndani na nje ya nchi sisi wash nyingine, mashabiki zako, watu sijui, nina biashara nje ya wasafi okay. Biashara ambazo ndonafanya nyingi, napata ubalozi sasa hivi ndani na nje ya nchi, nafanya branding ya makampuni mbalimbali, ko sometimes naenda kwenye, oh, ofisi ya mtu anataka mfanyie branding as a full package. you a know? nakuta muda mwingi natumia laptop, niko ndani nimejifungia, hata pale kwenye apartment ya mama sijakuona mtoto wangu na mimi nilikuwa ndani nafanya kazi yaani, kwamba sio kwamba nimelala, lakini nilikuwa ndani nafanya kazi, au nikija hapo kwenye ofisi yangu, yaani usiku sicheki na mtu. Hujua na kazi ya mtu very serious. Na mimi nimesomea marketing, kwa na uwezo na kufikiria watu juu pena, lazima sasa yetu drive around for research, mimi mwenyewe, ili nijue na kuandika kazi ya mtu na kuandika based on what. Kwa hiyo nina kazi nyingi nyingi nyingi nje compared to what safi, kwa sababu tunatangaza tu ya yeah, anatangaza tu kipindi, unaona leo kwa mm. kutangaza masaa mm. mawili mm. basi, nje ya hapo na kazi nyingine nyingi sana, na nafikiri my boss is the person. Kuna siku nilikuwa na meeting naye kwake, aliniambia think outside the box. Uh, sasa hivi yaani sasa hivi I'm really thinking outside the box you mm. know, kama maisha <coughs> badilika media mm. kwa challenge nyingi zinaendelea kwa unaona, nikirely on one thing sita survive Sawa unakuja na, za sa, na podcast zako yes, lakini pia juzi umetajwa kwenye listi la la watangazaji bora ka listi la watangazaji 30 mm, bora barani Afrika, nawe umeshika namba, sikusema namba ishirini na yes, mbili. Hiyo taarifa ulipokeaje na kwa nini hizi uh, content zako za podcast zinakuja sasa hivi? Podcast imeanza kufanya very long time ago. Lakini ni audio form, sasa hivi ni kwenye digital platforms, pale ukiingia Spotify,

Hawafikiri hivyo yani, kwa sababu wao wanaangalia wale wa nje, wanaangalia lugha unayoongea. Kwa hiyo zile podcast nyingi ziko kwenye lugha ya e Kiingereza, nafikiri ndio maana kila mmoja list, ndipo kwenye ile list. So sometimes, mimi na nakuta mtu wa Marekani mkubwa ikanicheki, sababu ni sababu Marekani mkubwa kabisa anataka kufanya podcast. no, baby, siishi Marekani, ishi na mimi siishi Marekani, naishi Tanzania. Wanataka ile kuwa feature, nafikiri pale Marekani sio, it's very big eh?

kwa kiasi kikubwa sana kwenye kazi yetu. Unahisi kwa nini um, ile respect ambayo una deserve kutoka, unahisi kwa nini upewe? Nafikiri tu watangazaji wanachukuliwa poa, hmm. wanaamini mtangazaji bora ni anaye host politics <laughs> that is yeah, what they believe. Wewe mwenyewe fanya research, eti wanaamini ukifanya siasa, sijui vipindi vya michezo hivyo, wanahisi wao ndo mtangazaji bora, na vile vyenge kunaweza kwa mtangazaji

Yani eti watu siwa serious mwelewa, wakati si kama hii video ndo yani ndo tunaenda mjini hapa mm, hapa hata maa maipetimisi hapa, kwa sababu wataona kwamba kamba, yani fanya tukukuhoji wewe kuhusu you have a, tutaj, a, a mm, your lifestyle. Wawa wanaona wakati content creators ambao ni most paid in the world right now ndo wakina IShowSpeed tell me, wanafanya hard news wali ni entertainment, na dunia nzima inaendeleza mtu kama IShowSpeed wao wow, wenyewe Tanzania walimuita wamemuomba bembeleza aje kwa ajili ya tourism. Kwa sisi ambao tuna wafuasi na tuna ma content ambayo ya yanatembeza namba, tusichukulie poa. Mimi naangalia baadhi tuzo za Afrika e nyingine hasa za Tanzania na nakuta nataja na, kuta, na mbele na wewe lakini mtu ana anamtaka kama uinunue ile tuzo yani e kwamba I have to give you money. Sasa ni kama lifestyle ya kujitekenya afu unacheka mwenyewe yani I have to give you money to get the award. I don't do that. I want to be awarded kwa kazi ambayo iko wazi na uzuri wa hizi digital platforms kingi great shahidi, mm-hmm. we go through numbers, tuone tu hesabu hapa. Numbers kama kuna mtangazaji anasogea agus yani hey, we go through numbers so naona yana numbers na na nini, mtangazaji wa kike mwenye followers wengi mwenyewe eh hata kufanya research, hata ile Instagram ile, mtangazaji wa kike mwenye followers wengi lakini, sasa haya waambie kwamba kuna hiki wanaona kwamba lifestyle yani wanataka hivyo, issue issue serious za nini hapa saa hizi, mi issue issue serious, <laughs> serious, serious, nini hapa maisha yenyewe vya nini sasa so.